Mtu wote asikudanganye, hii ni muungano wa kisiasa siasa. Siasa ndio inauleta uongozi kulingana na katiba, na bila siasa hakuna mtu wowote ambaye anaweza kuwa kwa uongozi kwa, kwa sababu kabla bado huja kuja kwa uongozi si uh, utapata wale ambao wanatisha uongozi ni wanafanya siasa ili waweze eh, kuingia kwa uongozi. Hivyo ndio katiba yetu uh, imetengelezwa na inaruhusu kwa hivyo ni muungano wa kisiasa, mm. Usitanganywe na mtu wote, ni ile tu siasa. Pia inakuja na maneno kama ya developments, ama agendas ambayo ataka kufanyia wananchi ama Wakenya. Unaimani huu ni muungano wa umoja kama vile ambavyo Rais William Ruto anavyosema kwamba huu si muungano wa kisiasa japo ni muungano wa kuunganisha Wakenya? naweza sema umoja ni kama ajenda moja ya yale ambayo wanataka kufanya. kwa kwa hiyo uh, muungano wa kisiasa ambayo wamekubaliana, umoja ni tu kama ajenda moja ambayo wanataka. Umesikia pia wakisema wanataka inclusivity, umesikia wakisema wanataka economic development. Hizi tu ni njia ya kutimiza ile ajenda ambayo wataka kufanya, lakini wanataka uelewe hivi pali wanasiasa ambaye ni sugu na wana wafuasi wengi na wanavuta kando, kuna kwanga ugumu wa unity katika nchi na pia ina affect kwa njia mbaya development ya nchi. Kwa hivyo, wakati watu wameungana kisiasa, ni rahisi sana pia kuunganisha watu na kukokuwa na unity.